Unajua, maisha yana tabia ya kushangaza. Kuna wakati kila kitu ni tulivu, mambo yako sawa, kila kitu kinatabirika. Mara ghafra, dhoruba inapiga simu. Moja tu inabadilisha kila kitu: taarifa ya ugonjwa, msiba, usaliti, kupoteza kazi, mpango mzuri unaovunjika. Hapo ndipo hofu inaingia. Hofu inakunong'oneza sasa, itakuwaje? Je, utaweza kweli? Je, utafanikiwa kweli? Lakini ukweli nilokuja kukukumbusha leo ni huu: hofu inaweza kukunong'oneza, kukuvunja moyo lakini imani inapaza sauti kukupa tumaini jipya. Fungua nami Isaya sura ya 41 mstari wa kumi, Mungu anaposema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haya si mashairi, hii ni ahadi, na Mungu akiahidi, anamaanisha. Basi tulichambue andiko hilo kwa maneno rais. Usiogope kwa maana mimi nipo pamoja nawe. Mungu ajasema usiogope kwa sababu tatizo ni dogo? Hapana, wakati mwingine tatizo ni kubwa, lakini Mungu anasema, mimi ni mkuu zaidi, nipo na wewe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Fadhaiko linamaanisha kuchanganyikiwa, kuzidiwa, kukwama mungu anasema usigande kwa hofu mimi ni mungu wako ninadhibiti hali hii nitakutia nguvu hii si labda ni uhakika anajua huna nguvu ya kubeba kila kitu peke yako ndio maana anaahidi kuongeza nguvu pale nguvu zako zinapoisha Nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hii ni picha ya kushangaza. Mungu hasimami mbali akikushangilia, anakushika unapokaribia kuanguka. Kwa hiyo mstari mzima, Mungu anasema Usiogope kwa sababu nipo nawe. Usiogope kwa sababu mimi ni mungu wako. Usiogope kwa sababu nitakusaidia. Mungu anarudia mara kwa mara kwa sababu anajua hofu ni kubwa. Hofu hufunga moyo kuliko pingu unazozijua wewe. Hofu inasema hutafanikiwa. Hofu inasema wewe hutoshi kwenye hicho cheo. Hofu inasema dhuruba hii itakumeza, na kadri unavyosikiliza ndivyo unavyozidi kupiga kelele, inakujengea hofu akilini mwako, lakini cha kuchekesha ni hiki asilimia tisini ya mambo tunayoyahofia hayajawahi hata kutokea. Hofu ni mwongo mwenye kupaza sauti. Imani ni ile sauti tulivu inayokukumbusha Mungu bado ameshika usukani. Sasa, imani ni nini? Imani ni kumwamini Mungu hata pale usipoona mwisho wa safari. Ni kuamini kwamba hata gizani, Mungu bado ni nuru. Fikiria hivi, huachi kuendesha gari kwa sababu ni usiku. Unaamini taa za mbele, hazionyeshi barabara yote, lakini zinakupa mwanga wa kutosha kuendelea na safari. Hiyo ndio imani. Mungu anaweza, sikuonyeshe mpango wote, lakini anakupa kiasi cha kutosha kupiga hatua inayofuata. Nitakusimulia hadithi. Kuna mtu mmoja alipenda kurusha ndege ndogo. Siku moja akapaa, na ghafra akaingia kwenye ukungu mzito, hakuona chochote Hakuona ardhi wala upeo wa macho hata mabawa ya ndege. Hofu ilimshika akili yake kasema, geuza, panda juu, fanya kitu. Lakini kwenye mafunzo aliambiwa usiamini hisia zako ukiwa kwenye ukungu, amini vyombo. Akashika usukani akapuuza hofu akaamini dashboard. Kila kitu ndani yake kilisema unapinduka, unaanguka, lakini vyombo vilimwonyesha yuko sawa. Dakika chache baadaye alitoka kwenye ukungu, akaona anga safi. Ndugu zangu, hiyo ndo imani. Maisha yatakupeleka kwenye ukungu. Hisia zako zitapiga kelele hutaweza, lakini imani inasema amini kifaa, amini neno la Mungu. Sasa acha tuwe wakweli, wakati mwingine tunajifanya tuna imani, lakini tukikosa pesa ya kutumia kwa siku moja tu, tunapiga kelele Mungu, kwa nini mimi? Kama hatuwezi kuvumilia upepo mdogo, tunawezaje kustahimili dhoruba za maisha bila imani? Lakini habari njema ni hii: Mungu hatuombi tuwe mashujaa, anatuomba tumwamini, hatua kwa hatua siku kwa siku. Na tunafanyaje kumwamini Mungu? Takupa hatua tatu rais. Namba moja, tamka neno la Mungu kwa sauti. Wakati hofu inapiga kelele moyoni mwako, usibaki kimya, sema ahadi za Mungu sema Mungu yupo nami, Mungu ni nguvu yangu, Mungu atanitengemeza. Namba mbili, kumbuka uaminifu wa Mungu uliopita. Angalia nyuma uone jinsi alivyokutoa mbali. Kama alifanya awali, atafanya tena. Namba tatu, Omba badala ya kufadhaika. wa Filipi 4:6 inasema msijisumbue, kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Usihofu, omba. Omba kila wakati, omba kwa imani. Hofu inakufunga, imani ina kufungua Hofu inakubana, imani inakupa nafasi. Hofu inakuchosha, imani inakutia nguvu. Hofu inauliza, vipi ukianguka? Imani inajibu, lakini vipi ukipaa? Hofu inasema huu ni mwisho, imani inasema huu ni mwanzo. Nakumbuka hili. Kila jitu unalokutana nalo si kubwa kuliko Mungu anayetembea ndani yako. Sijui dhoruba unaopitia leo. Labda ni changamoto za kifedha. Labda ni ugonjwa. Labda ni upweke. Labda ni mzigo wa majukumu unaohisi mzito sana. Lakini sikiliza, haupo peke yako. Yule Mungu aliyenyamazisha dhoruba baharini ndo huyo Mungu anayeshikilia maisha yako leo. Kwa hiyo leo, chagua imani badala ya hofu. Wakati hofu inapiga hodi mlangoni, acha imani ifungue Wakati wasiwasi unazidi kifuani, acha maandiko ya kutia nguvu zaidi. Wakati maisha yanaonekana yamekosa uelekeo, mwamini yule ambaye siku zote amekuwa na mwelekeo. Kumbuka, imani haiondoi dhoruba, imani inakutia nguvu ya kupambana katikati ya dhoruba. Kwa hiyo, wakati mwingine hofu inapokutisha, ipe majibu yake sawasawa. Iambie si hofu, Mungu yupo nami, Mungu ni nguvu yangu, Mungu atanitegemeza. Rudia tena maneno haya mpaka moyo wako uamini. Rudia tena maneno haya mpaka hofu ikimbie. Kwa sababu hofu inaweza kukutembelea na kuondoka, lakini imani itabaki. Amina.